Naitwa Shabani Moshi Shabani, ni mkazi wa hapa Kimara mwisho, ni dereva pikipiki. Nadhani kwa zile siku tano ambazo tulipata majanga hapa, ilituathiri kwa kiasi kikubwa, mfano kama sisi bodaboda, kwa sababu sisi tumezoea kufanya kazi mpaka usiku sana, lakini tushindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu tulikuwa kwanza moja, kulikuwa bado tuna, tuna majanga kama yale ambayo yametokea katika eneo letu na majanga yametokea huko yalikotokea mpaka yamekuja katika eneo letu hapa. Uh, ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwetu sisi kwa sababu tunafanya kazi uh, tunapenda tukufanya kazi masaa masa 24, lakini siku hiyo haikuwa hivyo. Mara ikaja taarifa ya kufanya kazi mpaka saa 12 nadhani ile suala lilituathiri, lakini pia baadhi ya vitu vilipanda bei, mfano kama mafuta, ukienda sehemu unakutana na mtu anakuambia lita moja shilingi 15,000 ilikuwa ni changamoto kwetu, tulishindwa namna gani tunaweza kuishi katika mazingira yetu hapa. Uh, lakini kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa lakini Tunashukuru serikali imefanya jitihada, imepambana na ile swala mpaka sasa hivi. Kwa mshukuru Mungu, mambo yanaendelea vizuri kama mnavyoona hapa sasa hivi, tunafanya kazi, tuna refresh uh. Kiukweli uh, napenda na, na, na, na, na, na kulipongeza jeshi la ulinzi ambalo limefanya kazi vyema mpaka sasa hivi. Hatuna changamoto yote hapa sasa hivi uh, zaidi ya kurejesha tu abiria wetu ambao walikuwa wamepotea kwa muda, lakini tunaendelea kupambana na masuala haya. Ushauri kwa jamii, kitu ambacho wanakifanya ni kitu ambacho hakifai eh, kwa sababu watu wameandamana lakini haya maandamano yaani haya, yani, hayakuleta haya chochote yani, kwa sababu naweza nikasema kwamba wameandamana, lakini hakuna ujumbe wote ambao wameubeba. Kwa hiyo ukishafanya shughuli kama hii na huna ujumbe ambao unaweza ukaeleza serikali, kwanza hilo ni kosa kisheria. Hakuna, siefahamu kama hilo ni kosa lakini kwa sababu wao wanafahamika kama wahuni, waliamua kufanya uhuni katika baadhi ya sehemu. Naweza nikawashauri kwamba waache kufanya hicho ambacho wanakifanya.